Rais wa Marekani Donald Trump amelihutubia Bunge la Marekani, wiki sita baada ya kuanza kwa muhula wake wa uongozi uliotawaliwa na maamuzi kadhaa yakiwemo ya, ya kufanyia mageuzi mfumo wenye urasimu wa serikali. Kwenye hotuba yake kwa kikao cha pamoja cha mabaraza yote mawili ya Bunge, Baraza la Wawakilishi na Baraza la Seneti, Trump amejivunia siku zake 44 za kwanza madarakani akisema ni mwezi wa kwanza wenye mafanikio zaidi ya muhula wowote wa, wa urais wa Marekani katika historia. USA, USA, USA, USA, USA, USA! Mada ya Trump ilikuwa ni kuianzisha upya ndoto ya Marekani. Rais amesema kuwa ndoto ya Marekani haizuiliki na kwamba nchi hiyo inarejesha imani yake anapoanza muhula wake wa pili. Wakati akianza ya hotuba yake, Trump alikabiliwa na wakati mgumu kutoka kwa wademokrat waliokuwa wakimzomea. Wa Republican walionekana kushangilia kila wakati kwa kuinua viti na kupiga makofi. Our country will be woke no longer. Trump ameliambia bunge kuwa anafanya juhudi za kumaliza vita vya Urusi na Ukraine baada ya msuguano wa hadharani na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, Trump alisitisha msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Kevin Sewe, Mwanzo TV.